Karibu sana kwa sports sports sports, countdown stories. Sasa kuanzia namba namba 6, 5, 4, 3, 2 na na hatimaye namba 1. Zingine zote ni ni kwamba kila tarakimu inahusiana moja kwa moja na sports story husika, iwe ni nzuri, mbaya au wastan. Eh eh, maka Hassan kuhusiana kutosoma taarifa, lakini hatimaye alijiokoa. Asani, vipi? Unaanza na story ya uh, Juma Juma Mosi? Mosi, Juma pili jana naona kulikuwa na taifa mbaya nyingi sana kwa Mr. Evans Bukuku. Lakini mimi niko poa. Mimi niko vizuri, asan unajua <laughs> baada kipindi tuongea. ya Max, get set, let's go. Ndio <laughs> <laughs> mfululizo wa ushindi anaoendelea kuukusanya mwanamama Hana Cockcroft baada ya kushinda taji lake ku la dunia la 17 katika michezo ya walemavu kwenye mbio za T34 mita 400 katika mashindano ya dunia ya para athletics yanayofanyika New Delhi, India bingwa huyo mara tisa wa Paralimpiki alimaliza kwa rekodi ya mashindano ya sekunde 55.62 na kufikisha jumla ya mataji makubwa 29. Hata hivyo, mashindano hayo yamekosa wingi wa mashabiki tangu yalipoanza. Ni idadi ya goli ilizofurushwa timu ya Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid kwenye mchezo wa dabi ya jiji la Madrid ndani ya La Liga, tano mbili. Mchezo uliochezwa pale Metropolitano Stadium kwenye kitongoji cha Rosaleda Las Rosas, eneo la San Blas Canillejas mashariki mwa jiji la Madrid. Mara ya mwisho Real Madrid kufungwa goli nyingi zaidi ya tano na Atletico Madrid ilikuwa ni Novemba 1950 ilipowekwa chuma sita tatu. Timu nyingine kubwa zilizotia aibu weekend iliyoisha ni <coughs> Chelsea iligaragazwa tatu moja wakiwa Stamford Bridge, yani nyumbani dhidi ya Brighton and Hove Albion. Naye kubwa la maadui Manchester United ilinyunyizwa goli tatu moja mbele ya nyuki wa London Magharibi, Brentford United. So hey, maneno yake ilinyunyizwa. Anapenda akiona mtu anaangamizwa, anakaa chini, anakaa anaandika, anachekelea ni jumla ya waamuzi kutoka nchini Tanzania watakaokwenda kusimamia mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya timu ya taifa ya Cape Verde dhidi ya taifa la Eswatini utakaochezwa katika uwanja wa Praia siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa kumi mwaka huu. Mwamuzi Ahmedi Arajiga, Muhamedi Mkono, Saidi Hamdani pamoja na Nasuri Salum wakiwa wameteuliwa moja kwa moja na shirikisho la soka duniani FIFA. <laughs> Ni tarehe ya mwezi wa kumi itakayokuwa itakayo ni mwisho wa kuwasilisha maombi ya na nafasi ya kazi katika timu inayomilikiwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA United, iliyotangaza nafasi za kazi katika nafasi za afisa mtendaji mkuu pamoja na kocha mkuu wa timu hiyo. Sifa za kocha, anatakiwa awe na leseni ya CAF daraja A. Naye afisa mtendaji mkuu CEO anatakiwa awe na uzoefu wa angalau miaka nane katika sekta husika, ambapo miaka mitano kati ya hizo lazima iwe katika ngazi ya uongozi wa juu, managerial level, hasa katika michezo, burudani au sekta za kibiashara mbili ni viongozi waliohudhuria katika kuhitimisha mafunzo ya wakufunzi wa, wa mchezo wa taikondo nchini Tanzania. Makamu wa rais wa kamati ya Olympic Tanzania Henry Tandau sambamba na rais wa shirikisho la taikondo Tanzania ndugu Raim, Ramudh Ali Abdalah kozi hiyo iliandaliwa na Kamati ya Olympic Tanzania TOC kwa siku 12 kuanzia Septemba 15 hadi 26 mwaka huu wa 2025 katika kituo cha Olympic Africa Mkuza Kibaha. Jumla wa washiriki 19 walipata mafunzo mapya ya kitaalamu chini ya Profesa John Chul Lyon kutoka nchini Marekani, mtaalamu wa kimataifa wa World Taekwondo. na sasa moja. Ni rais wa nchi ya Rwanda Paul Kagame aliyefunga mashindano ya mbio za baiskeli za dunia za UCI Road World Championships zilizofanyika Kigali, Rwanda. Tadej Pogacar, raia wa Slovenia, alifanikiwa kuibuka bingwa wa mashindano hayo kwa mara ya pili mfululizo, huku Rais Kagame akipata fursa ya kumvalisha medali ya dhahabu kwa mshindi huyo. Mbio hizo zilizoweka historia ya kufanyika kwa mara ya kwanza ndani ya bara la Afrika zilishuhudia mshindi mara nne watu wa France Pogacar mwenye miaka 27 akimaliza kwa tofauti ya dakika 1.28 mbele ya Remco Evenepoel wa Ubelgiji. Ben Hill kutoka Ireland alishika nafasi ya tatu kwenye mbio za kilomita 267.5. Na hizo ndiyo stori sita kali za siku ya leo. Mimi ni Hassan Chema, poleni kwa wale wote ambao weekend hii wamelala si nzuri sana. Yaani umefurahia. Ngoja kwanza Yanga wapigwo tano bila somewhere. Shindwa. Ni shindwa nini? Ni return to sender. <laughs> Sports ka, ka, Sport countdown.